Mwanaharakati Eric Mugo pamoja na familia yake wanaomba msaada baada ya nyumba yake kuteketea moto. Akiongea na Headmaster Networks seriko ameelezea kilichojiri huku akidai hajui chanzo cha moto kuwa. Kwa majina anaitwa Mugo Eric. Jina ambayo najulikana na ni Eriko baba yao, mimi ni mkaanji wa Ambulat kijiji ambacho kinaitwa Maisha Bora e... Jana e, usiku uliopita niliweza kupata mkazo wa moto ambao ilikuwa mwendo wa saa tisa usiku wa kuamkia, tukua tumelala saa tisa usiku ikawa, msaniangu mdogo alikuwa karibu na tibrumu kwa kwambe durumu iko karibu na tiborumu. Tukaona metuamsha anatuambia moto inawaka pande ya tibrumu. E, tulipoamka saa tisa tukakuta yenyewe ni moto kwa nyumba, na moto lianzia kwa mulango. Kuna kiti ilikuwa hapo karibu na mlango ilianzia kwa kiti na ikaenea nyumba mzima. Sasa tulipoamka moto ilikuwa lindi imewaka katika nyumba, na chanzi ya moto yenyewe hatukuelewa ni gani kwa sababu stima zikuwa, kwa hivyo chanzi ya moto hatukuelewa. Moto ilitokwa saa tisa na yali mama aliweza kutengeneza chakula ya mchana ndio tulikula usiku, kwa hivyo hapo chanji ya moto kuingia kwa nyumba sikuelewa ilipitia wapi. Tulitoka kwa nyumba naye moto ilianzia katika mulange ya tiburumu, na ilikuwa ngumu sana kutoka by the way. Ikawa sasa, nikaanzia kutoa familia kwa nyumba, niko na watoto watatu na mama hapo na nikaanzia kuwatoa, mimi nikakuwa mwisho kutoka katika ile nyumba. Na wakati nimewatoa mbahati nzuri, mbahati ya Mungu, hakuweza kuumia, lakini kwa vile mimi nilikuwa mwisho kutoka niliweza kuumia nyuma ya mgongo. Unapotazama mgongo yangu iko na vinonda, nikiweza kuwatoa kwa nyumba. Lakini nashukuru Mungu kwa hayo, kwa sababu wa kuumia lakini juu moto ilianzia karibu na mlango, atugweza kuokoa chochote, niliweza kuokoa ikasindikana, nikasema wacha familia niokoe mbele, na ikawa sasa historia, nyumba ikaanzia kuchomeka na mimi mzuri ikakaribia hata kwa mlango nikiwa ndani ya nyumba ile kutoka vyenye nimewakoa kutoka sasa, ikawa sasa ndio nimechomeka mgongo, na nikaweza kutoka yali. Hakuna kitu yeyote niliweza kuokoa kwa hii nyumba. Kulikuwa na simu, sikuweza kutoka naye, kulikuwa na nguo za watoto, kulikuwa na matres, kulikuwa na TV, kulikuwa na mafriji, kulikuwa na vitu mingi sana na viti hata kompyuta ilikuwa ndani ya hili nyumba, sikutoka na chochote, zote zikaweza kuchomekea ndani. Sasa ikawa sasa, saa tisa usiku, watu wamelala, sasa ni kupiga ndulu. Unajua, mwanaume naye akipiga ndulu isikiki, mama ndio alisaidia kidogo, najaribu kupiga ndulu itoki mbati mzuri. Wakati mama alipiga ndulu, majirani tuko nawao walisikia, wakaamka nao wakaanzia kupiga ndulu usiku saa tisa na watu wakaweza kutoka katika hiki kijiji na wakaweza kuokoa hata kama wa kuokoa kuokoa vitu. Kuna nyumba za majirani ambao tulikuwa tunang'ang'ana hata hizo nyumba siziwanye nini sizisomeke. Eri, aka baba yao, sasa anaomba msaada kutoka kwa viongozi na wasamaria wema. Hata hizi nguo ni majirani wameweza kunipea jameni. Kwa hivyo sikutoka na chochote. Kwa hivyo sasa, jirani walipookoa nikashukuru Mungu kwa sababu tuko na uhai. Kwa hivyo naomba serikali, naomba serikali waweze kuingilia, hata kama majirani wamenisaidia. Tulitafuta mbinu ya zimamoto tukuweza kupata connection. na hata zimamoto ingekunja ingesaindia kwa sababu rindi nyumba ilikuwa imefika mahali ingesaindi, kwa hivyo tuiweza kungang'ana tukazima hiyo mo tukazima hiyo moto. Kwa hiyo mimi naomba serikali serikali katika kaunti ya Isiolo hata katika national government, tafadhali. Wanajua iliko ni mtu wa aina gani katika hii kaunti, mimi ni mpigani yaki mimi ni mwanasiasa, mimi ni mwenye kuchaguana, mimi hakuna mwanasiasa anijui. Hii serikali nimewapigania mpaka wakaingia katika viti. Mimi naomba hii sauti yangu tafadhali, yangu tafadhali. Sasa hatuna mahali pa kulala, ni kijana jirani amenipea mahali ya kulala, kijana mdogo miaka ishirini, akaniambia Rekia, sacrifice usikae nje na familia yako, akaniachia nyumba yake akaamua wacha hata akuwa hapa akalisha hizi vitu zizibiwe, na namempea munda hata siku tano siku sita katika hiyo nyumba. Tumepewa tumepea, hatuna matres, tunalala chini, hatuna chochote kwa sababu sinjapata msaada hata kama serikali wamefikiwa na ujumbe. Kwa saa hii ni siku ya pili, tujapata msaada yeyote. Tafadhali naomba serikali waweze kuingilia, kwa sababu mkaso wa moto si kupenda kwa binadamu inakujanga, inaweza ingia kwa kila mtu. Kwa majina, mimi naitwa Rukia kutoka Maisha Bora, mimi ni nyumba kumi wa hii area. Eric ni jirani yangu na ni rafiki ya kila mtu. Amepata janga, amechomekewa na nyumba, hana lolote kwa saa hii, yuko chini kabisa. Tunaomba serikali kuu, county government, gavana wetu hata tunamtaja fasilidi wetu mpendwa Habiba uh, na viongozi wote wale wengine ambaye wako tumsaidie Eric. Walahi, kusema ukweli moto ni adui. Kwa majina naitwa Pamela Kidhinji, mimi ni CHB, daktari wa masinane hapa Pandu. Mii ni nyumba kumi, mi niliweza kusikia nduru saa tisa na nusu na nikaamuka, nikakuta watu wamenjaa hapa ariekwenda na kama kama kama wana wana shule tunaomba, hata wale waweze wa, wa, wa kutusaidia hata uniform ya watoto hii, waweze kufanya mtihani wote, the candidates lakini wanjaweza kwenda shule hata wanasikia wako ni kama wameadhirika mbaya sana, sababu hata kuongea wanashindwa kuongea na sisi, wanakaa wakilialia. Ndio tumetoa hapa karibu, tumesema wasonge kando, tuone vile watasaidika kabla ya mtihani ifike. Wote watu wawili ni candidate. Kwa jina naitwa Abduka, mimi ndio sabiri ya hii area, na Eriki ni jirani yangu, na tena ni kijana yangu, na tena ni mwenzangu mimi. Nimesikitika sana, amechomekewa chome, na hakuna kitu amewacha naye. Mimi naomba wana kijiji wa Mwashabora tuamuke kuanzia leo, tufanyie Eric mchango kwa kila hali na mali, hata kama ni chakula, hata kama ni nguo, hata kama ni pesa. Tuanze kuchanga changa mia tano tano, tusaidie Eric na tumeomba pole Mungu amsaidie, sababu hii janga ni ya kila mtu. Kwa hivyo nyinyi watu wa Mwashabora muamuke tusaidie, usilete mambo ya kidini ili janga na msilete mambo ki ya kisiasa, tusaidie Eric kama wana kijiji ya Maisha Bora. Asanteni.